Kwa husu, hizi ni update kwa husu Red Devils, subscribe, hilo ni jambo la msingi. Taarifa muhimu ni kwamba Kobbie Maino na Manchester United wanajadiliana kuweza kusaini mkataba mpya wa muda mrefu. Klabu ina furaha na Maino anapotoa mchango wake chini ya Michael Carrick, huku pia Maino mwenyewe akifurahia baada ya kuonyeshwa kuaminiwa na kocha Michael Carrick, hivyo mpango ni kuanza mazungumzo ya mkataba mpya mwishoni mwa msimu huu. Mkataba wa sasa wa Kobbie Mainoo unamalizika mwaka elfu mbili ishirini na saba mwezi Juni na kuna kipengele cha kuongeza mwaka mmoja mpaka elfu mbili ishirini na nane lakini Manchester wanaona kuna umuhimu wa kuweza kumwongezea Kobbie Mainoo mkataba mapema, na inatajwa kwamba atalipwa kiasi cha paundi laki moja na nusu kwa wiki, huku taarifa zikieleza kwamba Amorim hakukataa kumpa mkataba mpya kwa sababu kulikuwa hakuna mazungumzo. Taarifa nyingine ni kwamba huenda Rasmus na Manchester Kawa imefika mwisho. Inaelezwa Napoli wanapanga kufanya manunuzi ya kumsajili moja kwa moja Rasmus Hojlund ambaye yuko kwenye klabu yao kwa mkopo. Taarifa zinaeleza kwamba huenda wakalipa kiasi cha pauni milioni 44 ili kuweza kumpata nyota huyu ambaye anafanya vizuri, na iwapo watakuwa tayari kulipa fedha hii, Manchester wako tayari kumwachia mshambuliaji huyu na watakuwa tayari kutafuta mshambuliaji mwingine. Manchester sasa wanaweza kugeuzia macho yao kutafuta mshambuliaji kokote duniani wakati Rasmus akiwa anakwenda kupata usajili wa kudumu ndani ya klabu ya Napoli. Taarifa nyingine inaelezwa Manchester kwenye dirisha lijalo, watakwenda kwa winga Yan Diomande kuweza kumsajili mchezaji huyu kutoka kule Ujerumani, ikielezwa karibu euro milioni 45 mpaka hamsini inaweza kutumika kumpata winga huyu ambaye anafanya vizuri, na tetesi zingine zikieleza kwamba anaangaziwa kama chaguo mbadala la, la Patrick Dorgu ambaye ameumia kwenye dirisha hili, kwa yote yanaweza yakatokea. Lakini Manchester inaelezwa kwamba wanavutiwa sana na mshambuliaji kutoka Rene Mohamed Kader Meite ambaye Manchester wanamuona kama ni kijana potential kama atakuwa anaondoka Rasmus Hojlund. Taarifa nyingine ni kwamba wakala wa Harry Maguire amezungumza na vilabu kadhaa, viwili kutoka nchini Italia na viwili kutoka nchini Uingereza, wote wakiangalia namna ambavyo wanaweza kumuuza mchezaji huyo mwishoni mwa msimu, lakini pia inaelezwa kuna klabu moja kutoka Uturuki nayo na imeonyesha nia ya kuweza kumsajili Harry Maguire ambaye alijiunga na Manchester mwaka elfu mbili kumi na tisa na natarajiwa kwamba mwishoni mwa msimu huu Harry Maguire atakuwa anaondoka rasmi pale Manchester United. Usiache kusubscribe, kulike, kushare na kukomenti kupitia hapa hapa United Insider.